Halo, naitwa Dr. Omar. Leo tutaendelea na elimu ya afya ya kinywa na meno. Kwenye kipindi kilichopita tulizungumzia kuhusiana na jino na tulitoa maelezo mazuri sana kuhusiana na afya ya kinywa na meno. Uh, tulisema tutazungumza kidogo kidogo, kwa sababu elimu ya afya na kinywa na meno ni sehemu kubwa sana katika mfumo na kwa ujumla mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusiana na mafizi na soketi ambazo zimeshikilia jino k, okay. Sasa tutazungumzia kuhusiana na mafizi tumesema, mafizi ni sehemu ya jino ambayo tayari inakuwa inashikilia jino, lakini pia ndani ya mafizi au kwa chini ya fizi kuna soketi ambayo imeshikilia jino pia. Kwa hiyo kuna vitu mbalimbali mbali ambavyo vinaweza kupelekea mafizi yakuweza kuathirika na vitu hivyo, huenda ikawa ni madawa huenda ikawa pia ni uchafu katika kinywa, huenda ikawa pia ni homono au tunasema kemiko mbalimbali ambazo zenyewe zinakuwa zinafanya kazi katika mwili wa mwanadamu. Lakini pia tunasema mabadiliko ya kimwili ambayo yanaweza yakatokea kwa mwanadamu pia yanaweza yakasababisha maambukizi au yakasababisha athari katika mafizi na soketi lakini pia tumesema kwamba kuna magonjwa ya kimwili au tunaita systemic condition ambazo kwa ujumla zinaungana pia zinaweza zikaleta dalili kwenye mwili wa mwanadamu, lakini pia kuna magonjwa ya damu, kuna, kuna magonjwa ya kisukari lakini pia kuna upungufu wa kinga mwilini, kitaalam tunaitwa immunocom immunocompromise, au tunasema ni, ni, ni, ni immunity ya mwili inavyokuwa inashuka. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinaweza kusababisha au vinaweza vikamsababishia mwanadamu athari kwenye mafizi na katika soketi yake. Sasa kama tulivyosema kwamba leo tutazungumzia kuhusiana na periodontitis na gingivitis, au katika lugha ya kwetu tunasema kwamba ni uvimbe wa mafizi na soketi katika fizi. Uh, kiukweli leo hatutazungumza kuhusiana na nini, ma, nini fizi inaundwa na vitu gani, lakini tutazungumzia dalili gani au vitu gani au viashiria gani ukiviona unaweza ukajua kwamba tayari umepata maambukizi kwenye mafizi yako. Sasa mara nyingi fizi inapokuwa imeathirika waga inaleta uvimbe inaleta maumivu, na maumivu haya yanaweza yakafika moja kwa moja mpaka kwenye soketi ya jino. Sasa na mara nyingi ukipata maum uvimbe au ukipata maumivu katika mafizi waga inapelekea mpaka unashindwa kula vyakula, lakini pia inaweza ikasababisha mpaka ukawa unavuja damu kwenye mafizi. Lakini pia dalili nyingine kubwa, ambayo mara nyingi huaga watu wanakuwa hawaigundui kiharakaraka, unaweza ukawa unaumwa na mafizi, lakini pasina kupata dalili ya maumivu. Maanake ni kwamba unaweza ukiwa unapiga mswaki, unashangaa unatoa damu kwenye mafizi e, unaweza ukiwa umekaa tu unashangaa unapata dalili za za za za kutoa damu nyingi kwenye mafizi. Kwayo, kwa hiyo kwa haraka haraka tunasema kwamba dalili ambazo zitaonyesha kwamba wewe umeathirika kwenye mafizi, dalili ya kwanza ni kwamba utapata uvimbe kwenye mafizi. Lakini pia unaweza ukapata maumivu ambayo moja kwa moja inaenda mpaka kwenye soketi ya jino. Lakini pia unaweza ukawa unavuja damu kwenye mafizi. Kwa hiyo hizi ni dalili kwa ufupi ambazo pia tunasema kwamba zinaonyesha kwamba wewe kitaalamu unakuwa tayari umekuwa umeathirika na magonjwa ya mafizi. Kwa hiyo sasa, tumesema kwamba uh, vitu specific au vitu kamilifu ambavyo vinaweza kusababisha athari kwenye mafizi, tumesema ni uvutaji wa sigara. Tumesema ni poor oral hygiene au katika lugha kwetu, tunasema kwamba unavokuwa upigi mswaki vizuri. Lakini pia tumesema kwamba kuna conditions za kimwili, mfano diabetics au tunasema sukari. Lakini pia unaweza ukawa immunocompromised, labda uwe ni HIV positive. Unaweza pia ukawa una athari au inaweza pia ikaathiri mafizi. Lakini pia tunasema kuna wale wapenzi ambao ni wavutaji wa sigara. Mara nyingi ukiwa unavuta sigara kwa wingi, ni kwamba sigara ina tabia ya ku overheat fizi. Kwa overheat fizi, maana yake kwamba inaiunguza fizi. Sasa ukiunguza fizi mara kwa mara, mara nyingi inakuwa inatanuka fizi ikitanuka inakuwa inaweka vyakula kwa bakteria, wakikaa kwenye fizi wanaweza kusafiri kwenda kwenye soketi ya jino, na ndipo pale unakuwa unapata maumivu na kuwa unatoa damu. Lakini pia tunasema zile takataka zikikaa kwenye zile pocket za fizi kwa muda mrefu, mara nyingi zinaweza zikapelekea kitu ambacho kinaitwa ugago katika meno au kitaalamu tunaita calculus. Kwa hiyo hii calculus ikikaa pia kwenye mafizi kwa muda mrefu, ina overheat pia, inaweza ikasababisha uvimbe kwenye mafizi na kupeleka maumivu na kupelekea maumivu ya jino. Kwa hiyo hizo ndio vitu ambao kwa kawaida vinaweza vikaonekana au vikatokea vika kwenye kwa mtu ambaye ameathirika na magonjwa ya mafizi. Tumeshazungumza kuhusiana na vitu gani ambavyo vinaleta athari ya magonjwa ya fizi na tumezungumza dalili pia. Sasa hebu tuone ni namna gani tunaweza tukajikinga na magonjwa ya fizi. Tumesema kitu cha kwanza kabisa ambacho hichi tunasema ni common, watu wengi wanapenda ni uvutaji wa sigara. Uvutaji wa sigara una, unapelekea maumivu au unaweza ukasababisha maambukizi kwenye mafizi. Kwa hiyo kama ni mvutaji wa sigara, mara nyingi tunashauri aidha upunguze au ikiwezekana uache kabisa. Lakini pia kuna watu ambao wana condition za like kimwili, kuna watu ambao ni HIV positive, kuna watu ambao ni immunocompromised au kitaalamu tunasema kwamba nguvu zao za mwili zinakuwa zimeshuka kuna watu ambao wana magonjwa ya kisukari pia. Hawa manake ni watu ambao wanaathirika na, na magonjwa ya fizi kwa mara nyingi kwenye, kwenye, kwenye, kwenye matibabu uh, mara nyingi waga tunasema kwamba tunafanya control au tunatengeneza tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna mazingira ya kucontrol hizi condition ambazo tayari zinakuwa zinatokea kwa mwili wa mwanadamu. Mfano, kwa wagonjwa wa sukari mara nyingi tunawapa tuna dawa au tunapunguza sukari mwilini ili isiweze kusababisha madhara kwenye mafizi. Lakini watu ambao wana condition tunaita tunaita uh, immunocompromise, mara nyingi waga tuna raise immunity ya mwili au tunaiongeza immunity ya mwili ili isiweze kuathiri uh, mafizi. Lakini pia kwa wale wagonjwa ambao wana calculus, mara nyingi tunashauri waje kliniki ili tuweze kufanya usafi wa kinywa na meno tuweze kuondoa calculus ili tuondoe ile overheating, au zile bakteria ambao tayari zinakuwa zimejihabu au zimekaa ndani ya ndani ya socket au ndani ya fizi. Kwa hiyo kwa haraka haraka tukitaka kujikinga na na maambukizi na magonjwa ya fizi, hivi ni vitu ambavyo ni muhimu sana na tunashauri uh, wagonjwa au kwa wale ambao tayari wameshaathirika na, na na magonjwa ya fizi waweze kufanya hivi. Kwa hiyo kama tulivyosema kwamba ma, matibabu ya magonjwa ya mafizi uh, yamegawanyika tunaweza tukafanya medication uh, tunaweza au, ki, au katika lugha za kwetu tunasema kwamba tukatoa dawa, lakini pia tunaweza tukafanya surgery kama imefika katika chronic ways au tunasema kwamba ile periodontitis au gingivitis imekuwa very severe. Na kwa kawaida kama tulivyosema kwamba ili tuweze kutoa dawa uh, mara nyingi tunatoa dawa ili kuweza kupunguza ile condition isiwe mbaya sana kwenye mwili wa mwanadamu au tunasema kwamba tuna, tuna, tuna, tuna control au tuna contain ile systemic condition. Uh, lakini katika upande wa surgery tunaweza tukafanya hizi minor surgery ambao kwa kawaida tunaita root plane au tunasema kwamba tunafanya scaling katika, katika pocket ndani kabisa, maanake kwamba tunasafisha fizi ndani au deep ili kuweza kuondoa zile calculus au ule uchafu ambao tayari unakuwa umeunguza fizi lakini pia tulisema tuli kumbuka mwanzoni kabisa tulisema kwamba kwa mfano uh, kwa, kwa wale watu ambao ni wavutaji wa sigara, wana overheat fizi. Kwa hiyo uki overheat fizi kwa muda mrefu, mara nyingi inashuka au inaenda chini zaidi. Kwa hiyo tumesema kwamba ikienda chini zaidi, chakula kina kinaha kinakuwa kinakaa pale na bakteria nakaa pale. Kwa pia hao uh, wagonjwa ambao wanakuwa wameathirika na magonjwa ya fizi, mara nyingi tunasema kwamba uh, wanapata recession, au tunasema kwamba yale mafizi yao ya juu au zile gamu zinakuwa zinashuka sana chini, kwa hiyo unakuta jino linakuwa lipo wazi mpaka kukaribia sehemu za mizizi. Kwa pia wanaweza wakapata dalili za, za, za, tunaita sensitivities, au wakawa wanapata ganzi katika meno. Kwa mara nyingi ili tuweze kuipandisha ile fizi ambayo imeshuka, mara nyingi tunasema kwamba tunaweza tukafanya sajari za, ku, za kupachika uh, za kupachika viungo bandia kwenye yale mafizi ambayo yanakuwa yameshuka. Kwa, kwa haraka haraka, tunasema matibabu ya magonjwa uh, ya fizi yanaanza na na mgonjwa mwenyewe nyumbani ku, ku kuimarisha usafi wake wa kinywa, lakini pia iki, iki, ikionekana kwamba ana calculus za muda mrefu ambazo zimekaa, hawezi kuziondoa kwa kupitia mswaki mara nyingi tunashauri aje kliniki kwa ajili ya usafi wa kinywa, lakini pia akiwa na condition za kimwili, mfano tumesema kwamba kuna DM, lakini pia tumesema ambao ni sukari Pa, tumesema kwamba kuna immuno compromise, kuna HIV. Mara nyingi tunashauri awezi kupata vidonge au aweze kupata dawa kwa ajili ya kuongeza immunity au kucontrol ile condition isiweze kufika kwenye mafizi. Lakini pia tumesema kwamba tunaweza tukafanya treatment za surgery au tunaita minor surgery kwa ajili ya kuondoa ule uchafu au zile calculus ambazo zimekaa pale, lakini pia na kuirudisha fizi ikiwa imeshuka. Nashukuru kwa kuungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Uh, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye channel yetu ya Royal Polyclinic. Lakini pia na kubonyeza alama ya kengele ili kupata notification za vipindi vijavyo.